Katika familia nimepata uwezo kuingia bodani, wewe unazidi unapita. Sasa paka sasa hivi dubu ni udhaifu wake. Alafu kuhusu swala la kazi, yani wewe uko tu hapa. Mimi bwana mtani nampa changamoto mchungaji. Una changamoto gani? Nimekiambia nipende mchungaji. Ah, vipi tena? Ah, mshindaji, lakini salama. Ah, nilikuwa nasikia makelele, makelele nikaisaba kuna shida imekuta huko mku. Makelele? hmm. mimi ndio wote nimelala, hata mwenyewe naisikia makelele, nikaza labda kwa nje. Mna nani mna-mna- mnaomba? na wewe umeasikia? Nimesikia, ndiyo. Lakini umeomba eh? Nimeomba. Basi sawa, ntakia usiku mwema na pia salama Umeniita? Nimekuita. Sasa kazi mmeshindwa, amenipa kazi imeshindwa. Sasa nachofanya nakuja mwenyewe. Hapana mkuu, hapana, tutaiweza tu. Mtoto mchungaji nashindwa kumtumia, kuna kafara na nini? Mchungaji mmemshindwa kwa ajili ya maombi. Mchungaji ana maombi mpaka mumkamate mu, mchungaji. Mtoto wake tutamtoa kafara, tumemchukua mke wake, na mchungaji aache bado kuomba. Sasa nakupa kazi mpya, nataka nikupe kazi, uwe nabii. Nabii kivipi yani mkuu? na maanisha wale wale wananchi wakishindwa waki, waki kumfata mchungaji, mchungaji mambo yetu tunayopanga, tuna mchungaji atashindwa. Yaani uwe nabii wa mchongo, uje uombee watu, uponye watu, vipofu uponye, walemavu uponye, ndo watu watakuamini, ndo atashindwa kumwamini mchungaji. Ndiyo, lakini nawezaje? Hapa nitakuongezea nguvu, uponye watu, walemavu, vipofu uwaponye, na yale mambo yetu yale tulipanga, mchungaji hata feli. Nikisha, ukishaponya watu, watu watakuamini, watajua wewe ni mchungaji, kumbe wewe ni mchungaji fake. Mchungaji atashindwa kufanya mambo yake, na sisi hapo tutamkamata mtoto wake, tutamtoa kafara. Hivi umenisikia? Sawa mkuu, nimekuelewa sana na nitafanya kama ambavyo naagiza wewe, lakini nina ombi moja, naomba mrudishe dubu nifanye naye kazi. Dubu mkifanya kazi yangu ndo nitamrudisha. Nimemipa kazi mara kwanza mmeshindwa na hii ngasema ngoja nimkamate dubu. Bila dubu na nyinyi hamwezi kufanya kazi, na sasa nimamua nimkamate dubu, na nyinyi mufanye kazi. Na nyinyi pia mkishindwa, nitawapa adhabu kama ya dubu, umenisikia? samani nimekuona umekaa kwa muda mrefu pale nje nikagundua kusema wenda na mazungumzo na mimi private lakini ungekuja kwenye ibada wala sina mazungumzo private na wewe nimekuja kukuaga ni jambo zuri je unaenda mkoani kuwasalimia wazazi au unaenda wala si safiri bali nahama kwenye hili kanisa lako la uongo eh? tunaomba usiku mchana tunafunga cha ajabu, hatujibiwi maombi yetu hivyo eh? wewe ni mchungaji? Wewe ni mwongo. Mchungaji gani wewe mbona eh? maombi yangu mimi hayajibiwi kwa nini? na maandiko yanasema hakuna jambo lisowezekana kwa Bwana. Hata tukiingia kwenye maandiko, tukienda kumsoma Luka sura ya kwanza mstari wa 37, naenda kasome na hapo pia Ana aliteseka kwa muda mrefu bila kupata mtoto. Nenda kasome Samueli sura ya kwanza mstari wa kumi mpaka wa kumi na moja na Mungu anasema, naye alikuwa na uchungu wa roho, akafanya naziri na akalia sana, ee Bwana, na ukitazama kabisa mateso ya mjakazi wangu, na ukanikumbuka na wala usinisahau bali ukimpa mjakazi wako mtoto mwanaume, ndipo nitamtoa kwa Bwana siku zote za maisha yake. Na yote hayo ni maandiko aloongea Bwana, sio mimi koya. Yakupasa mtumishi wa Mungu tusali tuombe, tufunge. Ipo siku na njia itaonekana pasipo na njia. Huyo ni Mungu wao wao, sio Mungu wetu wa wangu, mimi na wewe tunayemwomba. Kwa nini hatujibiwi? Hadi mume wangu anataka kuoa kwa sababu la kuto kupata mtoto, unalijua kabisa mchungaji, eh? unaona raha, unaona raha, inafadhilika Inauma, inauma sana, alafu kusema swala la shetani. Shetani kaanza kwenye familia yako leo. Mke wako yuko wapi leo? mtoto wako yuko wapi? Lo, inauma, inauma, inaniuma. Nina miaka miwili natafuta mtoto. Lo, inaniuma. Unajua maumivu mchungaji? Uu, ni mguu wangu wa mwisho, nitavotoka hapa, Hautoniona naingia kwenye kanisa lako, na wala mtu yoyote ninaimjua mimi anesali kanisa hili hatoingia. Ulikuwa unatuamsha tusali, tusali nini? Mbona tujibiwi? Mwambie tu yako wapi leo. Huu ni aibu, huu ni aibu. Mbona tufanikie tunaposali kanisa hili? Huu mguu wangu unaondoka, sitorudi kwenye hili kanisa kupata ibada yoyote. Najutia kwa muda niliopoteza hapa. Mtumishi wa Mungu, usivunjike imani hivyo, yatupasa tumwombe Mungu, tumwamini yeye ndio jibu. Nimwamini kwa lipi? Majibu yangu yapi aliyojibu huyo Mungu wako wewe? Yaani, nitaenda kutafuta wachungaji wenye imani ya kweli, wakiomba wanakujibu. Sio kanisa lako wewe na maombi yako wewe ambayo hayajibiwi. Nenda kutafuta wachungaji wengine na makanisa mengine, nikasali huko uwe ndio nitajibiwa. Mtumishi huyo ni shetani, sio wewe. Mwacha apite, tumkabidhe Mungu. Siwezi kuzungumza na wala sio shetani, bali shetani ni wewe na familia yako, kwa kutupotezea ya muda wote kuomba bila maombi kujibiwa. Umekuwa ukilia moyoni, usiku mrefu haumalizi maneno yao yanakuchoma, lakini bado unainuka. Usikate tamaa, usivunjike. Haya haya unayopitia ni njia ya kuondoa mabaya.

Mke wangu, kwani mpaka saizi hujalala? Mke wangu, mtalalaje na hali ya kuwa mpaka sasa hatujui mtoto yuko wapi na hatujui kama yuko mahala salama au la? Mke wangu, hicho ndio kinafanya usilale mpaka saa hizi? Amini kuwa mtoto wetu yuko sehemu salama, tena salama salimini. Kwa hilo ondoa shaka. We una uhakika yupo sehemu salama Umbuka mimi ni mzazi, ni mama naumia. Una unauhakika hupo salama mpaka unasema hivo? Mke wangu namwamini sana, nayemtumikia ni Mungu ambaye aweza akaniacha na ni Mungu aliyeniahidi kuwa kuna nyakati nitapitia magumu ila ntavuka salamu. Kwa mke wangu, ili ni jaribu dogo tu sana, naamini tutalishinda. Kwenye maono wangu namwona mtoto wetu yupo, tena natabasamu nakuwa nafu atarudi su muda mrefu, namwamini sana, namtumikia kwa hiyo. Mkaango ndo washaka, nakuomba kumziki tu. Mimi ni mama, mimi ni mama, naumia yani, naumia hali ya kuwa hata sijui nifanyije. Ushindani umetokea, mwanga unafifia

Kila ukigeuka unaumia, unauliza kosa langu ni lipi? Lakini chini ya imajeraha ndipo nguvu zako zinamea.

Jipe moyo. Mungu ana kuandalia kesho yako kabla ya mema, mabaya wondoa. Pole sana, naona unateseka na mtoto wakati tayari unaye wa. Umejuaje matatizo yangu? Na umejuaje jina langu? <laughs> Hilo sio swali la kuniuliza, lakini nimekuja Kisumu kuwasaidia wenye matatizo. Mi nafahamu kuwa mme wako anataka kuongeza mwanamke mwingine kwa tatizo la mtoto, si kweli? Kweli kabisa, alafu mbona unajua vitu vyangu vingi <laughs> amina mimi ni nabii sawa kama mnabii kanisa lako linapatikana wapi mimi sina kanisa mimi ni kanisa linalotembea sehemu yote natoa huduma yaani kwa nini uwe na shida alafu uanze kuangaika kwenda kanisa mimi nafuata wenye shida mahali popote kwa sababu mungu wangu mimi hajakumba wewe kuteseka kwa nini mungu wako wewe na mungu wangu mimi ni watu wawili tofauti, au ni mungu miwili tofauti? Kama sio watu wawili tofauti, kwa nini mungu wako anakufanya unateseke? Mimi mungu wangu hawezi kufanya uteseke. Umeomba? Umesali? umesali muda gani kanisani? Nimemuomba mungu wangu ni miaka miwili sasa. Miaka miwili unamuomba mungu kitu kidogo mtoto? Si ndio huyo aliyesema zani muongezeke? Sasa mungu wangu mimi hajatuambia hivyo vitu, anakujibu hapo hapo. Unahitaji kazi, pesa, umaarufu sijui kitu gani, watoto hana kujibu na swala lako hilo lilikuwa ni dogo sana. kwa ndanampi naume shusha uja unisaidie na mimi. Ndio nimekuja sasa kuweka amani kwenye hikiki huo mji wenu. Nitafurahi sasa leo nikukuta hapa, siku mimi nikukuhitaji na kupata wapo mimi. Natokea watu wenye shida, kama leo ulivyonipata, ndivyo utanipata tena. Mungu wangu amenituma wa Kisumu hapa kuwafanya watu waishi kwa neema, waishi bila shaka yote. Kwa hiyo sehemu yote yenye shida na naenda, mitaa yote naifahamu. Sawa, lakini bado nashangaa, hujui? <laughs> Sasa hiyo kusita kwako ndio imekupoza hivi. Unajua tumbo lako aliyesababisha livurugike ni mchungaji Lobisa. Mchungaji huyu huyu ananiamsha mimi. Amka usari, sijui tufunge tuombe, ha! Hilo ndo tatizo lipoanzia. Mchungaji Robinson sio kumwamini hata kidogo, ha. Hawezi kukombea muda wote alafu usifanikiwe kweli. Na sio wewe tu, watu wengi watu, yaani unaweza kwenda ukapoteza. Leo nataka ukasimulie wenzako tatizo hilo, hmm. Utaenda kusimulia <laughs> najisikiaje, eh? Kwa kweli nasikia ni kama kuna kitu kimetoka mwilini kwangu, yani ninajisikia tofauti kabisa. Sielewi ah, yani anahisi kama niko kwenye ndoto hivi. Kuna vitu vingine hata sivielewi, yani sielewi kabisa vile unachokiongea. Nguvu ya nuru imetuangaza, wale wabaya majini Leo wanajiliwaza wale wabaya majini.